Kijana mmoja hakuwahi kujiangalia kwenye kioo kwa muda mrefu. Siku moja, alipita katika mitaa ya Nunge, akaingia kwenye duka kubwa la jumla. Akiwa anatazama bidhaa mbalimbali, macho yake yakakutana na kioo kikubwa kilichoninginia ukutani. Kwa mshangao mkubwa, akaomba ruhusa aangalie ndani yake. Mara tu alipojitazama, alishtuka. Aliona kitu cha ajabu ambacho hakuwahi kukiona maishani mwake. Kwa haraka akakitupa kioo chini. Kwa mshangao na woga akakimbia nje ya duka kama radi. Kioo kiliporomoka na kupasuka vipande vipande. Wahudumu wa duka wakakimbia kwa mshangao, wakamuuliza shida nini, ndugu yetu? Kwa nini umekimbia? Kijana akajibu kwa sauti ya kutetemeka, nimeona kitu cha ajabu ndani ya kioo, sijawahi kuona mtu huyo maishani mwangu. Wauzaji wakatabasamu kidogo, wakamrudisha taratibu na kumweleza, uliyeona si mtu mwingine bali ni wewe mwenyewe, hiyo ndilo sura yako imejitokeza ndani ya kioo. Mmiliki wa duka akamwambia kwa upole lakini kwa uthabiti, sasa kwa kuwa umekivunja kioo chetu cha gharama, utalazimika kukilipa. Ndipo kijana akabaki ameduaa, akitafakari kwa huzuni. Kwa miaka yote nilikuwa sijui mimi ni nani, kumbe sura yangu imekuwa nikiogopa bure. Hii hadithi inatufundisha kwamba kioo ni mfano wa neno la Mungu. Tunapokisoma na kutafakari ndani yake, neno linatuonyesha sura zetu halisi, dhambi, mapungufu na pia uzuri wa wokovu ndani ya Kristo. Wengi hukimbia au hukasirika wanapoona makosa yao yakifunuliwa na Biblia, lakini suluhisho si kukimbia neno, bali kuyakiri na kuruhusu Yesu atubadilishe. Waraka wa kwanza wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 23 hadi wa 25. Kwa maana mtu yeyote aliyekuwa msikilizaji wa neno, lakini si mtendaji, hufanana na mtu anayeutazama uso wake katika kioo, maana hujitazama na kuondoka, mara husahau alivyo. Lakini yeye anayeangalia kwa bidii katika sheria ya ukamilifu, yaani sheria ya uhuru, naye akadumu humo, si msikilizaji wa kusahau, bali mtendaji wa kazi, mtu huyo atabarikiwa katika kutenda kwake. Waraka wa pili wa Korintho sura ya tatu mstari wa kumi na nane. Lakini sisi sote kwa uso usiofunikwa tukitazama utukufu wa Bwana kama katika kioo, na nabadilishwa tufanane naye kwa utukufu mwingi zaidi, kama vile kutoka kwa Bwana aliye roho. Mwinjilisti Hatangimana anamalizia kwa kusema tunapaswa kujiangalia kila siku kwenye kioo cha neno la Mungu, si kwa kukimbia, bali kwa kujifunza na kubadilishwa kama vile kijana alikimbia kioo kwa woga, ndivyo wengi hukimbia Biblia wanapoona ukweli. Lakini Kristo anatuita tubaki na kutafakari, ili tubadilishwe na kuishi maisha ya kweli ndani yake. Ndugu mpendwa, usiache kushare, kulaiki, kuweka maoni na mwisho wa kusabskraibu, na Mungu akubariki sana.